Wadau wafuatiliaji wa chaneli yetu ya Kingo Farm, karibuni sana, mwendelee kujifunza kuhusiana na ufugaji. Sisi Kingo Farm tumekuwa tukielekeza sana sana namna ya kufuga kwa kutumia tiba za asili. Sasa leo hii nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukawafuga vifaranga wako kwa kutumia

Yao, huwa zinakuwa haziko imara. Wanahitaji kuwa na kinga imara sana. Na ndio maana vifaranga unatakiwa uwape chakula kizuri ambacho kina virutubisho vyote muhimu, lakini vile vile kwenye maji yao uweke vitamin au uweke kinga na booster na vitamin za asili mbalimbali. Unatakiwa kuwa makini sana usiwafuge vifaranga kienyeji ukawaweka tu wakawa wana, wanajitegemea labda maji au chakula, hapana. Hata kama ni vifaranga wa kuku wa kienyeji jitahidi kuwahudumia vizuri kabisa. Aa, na hizi kinga ni kinga ambazo zinawafaa kuku wa aina zote au vifaranga wa aina zote, kama una vifaranga wa wakienyeji, wachotara na kadhalika, basi wafanyie hizi kinga au wape hizi kinga. Ah, hii ni mimea tofauti tofauti. Nitakutajia hiyo mimea ambao tunaitumia sana kwa a vifaranga na tunapata matokeo mazuri kabisa. Ah, mimea hiyo ni kama mimea saba hivi. Uh, mmea wa kwanza ambao tunautumia sana sana ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kizuri sana kwa kuku, kina umuhimu mkubwa sana. Uh, kwa hawa vifaranga kinaimarisha kinga kwa kiwango kikubwa sana kwa sababu ya vile vitu vilivyopo kwenye hiki kitunguu saumu. Uh, kitu cha pili ambacho kinatumika vizuri kabisa kwa hawa vifaranga wa aina zote ni binzali. Binzali ina uwezo mkubwa sana wa kuimarisha kinga za mwili wa kifaranga, hata kwa kuku kubwa ni hivyo hivyo. Ina vitu vingi sana, ina madini na vitamini ambazo zinafanya vizuri sana kwa vifaranga, kuwafanya waweze kuwa na kinga nzuri sana za magonjwa. Aa, lakini kitu cha tatu ambacho ni kizuri pia kwa vifaranga ni karoti. Kama utaweza kupata karoti. Ah, hapa kwenye karoti kuna mbadala ni vitu, kuna vitu kama vitatu hivi. Ah, kama unaweza ukapata karoti basi utazitumia karoti, lakini ukikosa karoti ukapata tango utatumia tango vilevile. Ah, vile pia ukikosa hili tango ah, utatumia pilipili ah, pilipili hoho. Hivi vyote vitatu, kati ya hivi vitatu utachagua kimoja ambacho unaweza ukakipata kwenye mazingira yako, basi wewe unawawekea vifaranga kwenye maji yao ya kunywa, kwa ajili tu ya kuongeza vitamini na kuwaimarisha kinga za miili ya hawa vifaranga. Aa, lakini mmea wa nne ambao unaweza ukautumia kwa vifaranga na ukakupa matokeo mazuri ni tangawizi. Tangawizi ni nzuri sana. Tangawizi kwa vifaranga vilevile huwa inawafanya waweze kufeel joto, waweze kupata ile hali ya ujoto. Kama tunavyojua, vifaranga wakiwa wadogo wanahitaji joto kwa kiasi kikubwa sana, kwa hiyo ukiwapa tangawizi, kama vile umewachochea ile hali ya joto kwenye miili yao. Ni muhimu sana kuwapa hizi tangawizi au vifaranga. Aa, lakini pia tangawizi inaongeza vitamini, inaongeza madini na vilevile inaongeza hamu ya kula. Kama kifaranga aski aski ile hamu ya kula, basi ukimpa tangawizi au maji yenye tangawizi, anaweza kupata hamu ya kula na akaendelea kula vizuri chakula chake. Aa, na kinga nyingine nzuri kabisa kwa vifaranga ni limau au ndimu kinga mafua pamoja na ile homa ya matumbo kwa vifaranga. Aa, na mmea wa sita ambao unaweza ukautumia vizuri kwa vifaranga ni majani ya mpapai. Majani ya mpapai yana nguvu kubwa sana kwa kuku aina yoyote ile hata kwa vifaranga. Ukitaka vifaranga wako wasiumwe mara kwa mara, basi ni vizuri sana ukawa unawekea sana, sana sana haya majani ya mpapai. Majani ya mpapai ni booster lakini yana vitamin, yana madini na vile vile haya majani ya mpapai yanakinga na kutibu magonjwa ya matumbo, ambao huwa tunaita homa ya typhoid, lakini vilevile kipindupindu, gomboro. Kama utaki kuwachanja kuku wako gomboro, unaweza kutumia haya majani ya mpapai kama kinga ya gomboro, na kuku wako wasipatwe kabisa na hiyo gomboro. A, na kitu cha saba ambacho unaweza ukawa unakitumia kwa vifaranga ni apple cider vinegar. Ukiwa unatumia hii vinegar vifaranga wako huwa unaweza ukawakinga na ile homa ya matumbo, homa ya matumbo. Na kuna wakati mwingine kuku unakuta amevimba tumbo, anakuaga na vimba sana tumbo au anapata shida ya mmeng'enyo wa chakula, anavimba tumbo au anapata shida ya mmeng'enyo wa chakula. Hapa ukiwa unatumia hii apple cider vinegar huwa ina uwezo mkubwa sana wa kuwasaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula uende vizuri ili waweze kuwa na afya nzuri. Lakini vile vile hii ni booster nzuri sana kwa vifaranga sio tu kinga, pia ni booster. Inawa boost waweze kwenda vizuri kabisa. Na kitu kingine ambacho unaweza ukakitumia kwa vifaranga uh, unaweza ukatumia aloe vera, majani ya aloe vera, majani ya aloe vera pia yanaongeza kinga kwa kiwango kikubwa vile vile, yanaongeza vitamini, yanawafanya kuku wako waweze kuwa imara sana. Kwa hiyo naamini kati ya hivi vitu vyote nilivyovitaja, hakuna kitu ambacho unaweza ukakikosa kwenye mazingira yako. Muhimu tu utengeneze ratiba nzuri ya kuwapa na uwape vizuri kwa kiwango sahihi. Ukiwa unawapa vifaranga wako vitu kama hivi Uh, utaepukana kabisa na vifo pamoja na kuvaa makoti kwa vifaranga. Vifaranga, uh, huwa wanavaa makoti kwa sababu ya kutokuwa na kinga za kutosha kwenye miili yao. Kwa hiyo kama wanasumbuliwa na changamoto, wape lishe bora, lakini kwenye maji yake wape hizo kinga kama nilizokutajia hapo, au busta au vitamini. Hizo zinasimama mbadala wa vitu vyote vitatu, inaweza kuwa kinga, vitamini au busta, ndio maana itawafanya vifaranga wako waweze kuwa na afya nzuri kabisa. Aa, sasa ukitaka kujua namna ambavyo unaweza ukachanganya hivi vitu kwenye maji yako unaweza ukanunua kitabu chetu cha tiba za asili, kina miongozo yote hiyo, kimeelekeza hivyo vitu vyote, namna ya kutengeneza na kuwapa. Lakini sio hivyo tu, vipo vingi zaidi. Pia kuna tiba za magonjwa mbalimbali, kuna vitu vingi zaidi vinavyohusiana na vitu vya asili ambavyo vinafanya vizuri kabisa kwa kuku. Kitabu ni elfu kumi tu, lakini ukikinua hiyo shilingi elfu kumi hautaingia tena dukani kununua vitu vya dukani au madawa ya dukani. Pia tuna kitabu ambacho kina fomula nzuri za chakula, kitabu cha safari ya ufugaji au kitabu cha ufugaji ufugaji bora wa kuku wa kienyeji au kitabu cha ufugaji wa broila. Hivi vyote vina chakula pamoja na miongozo mbalimbali. Aa, lakini pia kama una changamoto ya kuandaa ratiba nzuri ya kuwapa booster za asili vifaranga au kuku wanaotaga au kuku wakubwa, tuna kitabu ambacho kina, kina ratiba. Kimekupangia ratiba kabisa, labda Jumatatu, Jumanne, Jumatano uwape kitu gani na kipimo kila kitu na maelekezo yote kwenye hiki kitabu ambacho kina ratiba. Pia kimekupa na formula za chakula kama kuku wa nyama au unataka wawe na afya nzuri, kimekupa formula kama kuku wanaotaga unataka watengeneze mayai, kimekupa formula ya chakula na booster tiba ya kuwapa zile booster za asili i kitabu kinaitwa kitabu cha mwongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Ni kizuri, yaani ni kizuri mno ni kizuri mno kwa wewe unayetamani kufuga kutumia tiba za asili, lakini haujui unawapaje, ni kizuri sana. Ah, hivi vitabu vyote, kila kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi tu, ukilipia unatumiwa papo hapo kwa njia ya WhatsApp. Ah, ukipata vitabu viwili au vitatu au vyote inakuwa ni vizuri zaidi. Unafuga vizuri, utaamaliza changamoto mbalimbali. Lakini vile vile, tuna kundi la WhatsApp ambalo linatoa mafunzo ya ufugaji au madarasa ya ufugaji. Hili kundi ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili ukilipia elfu nane tunakuunga. Unaweza kuuliza maswali kama unahitaji ushauri, haujui vifaranga gani uchukue au kampuni gani wanafanya vizuri, jiunge na kundi letu, tutakuelekeza kila kitu. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video, utupigie au ututumie ujumbe.